Hatuna shaka hata kidogo na aya za Qur'an. Allahu Akbar! Lakini faida yake ni nini? Faida yake ni nini? O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasbir kana subra. O rasulullah, hawa Quraish, hawa watu wa maka watakusumbua, hawa watu wa maka watakutesa, hawa watu wa maka watakupitiza shida hao watu Waarabu watakuletea shida ya kila aina. Ndo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalam Mwenyezi Mungu anamwambia, fasbir inna al-aqibata lilmuttaqin, kuwa na subira, hakika mwisho wacha Mungu watashinda. Mwisho wa kila kitu wale ambao wanamwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ndo watakuwa wameshinda. Allahu akbar.

Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaambia okay fanyeni hivi msiniseme kama ya kwamba nilikuwa na nyinyi hapa wale watu wa Makka ambaye ni Quraysh wataniletea shida. Msiseme kama nilikuwa hapa. Sasa hiyo walituma message wakasema Rasulullah alikuwa hapa Muhammad alikuwa hapa. Hawakumwachia hapo. Wakawatuma wale vijana wa mtaani wakaambia endeni mumgonge mawe

Leo ukienda katika ile town ya Taif 100% ni waumini ni waislamu wallahu, na dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama leo wangekuwa wamegonganisha ile milima mbili, leo tungeona, tunaona the ruins of the people of Taif. Tungesema ndio hii ile mali watu wa Taif wameangamizwa, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliomba Mwenyezi Mungu, alisema, ya Allah watoto wao lao watoto wao wanaweza kuwa ni Waislamu na ikawa hivyo alhamdulillah. Mndugu zangu Waislamu, baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa na subra, sasa tunaanza historia ya wale ambayo wamekuja baada ya Mtume Nuh alaihi salam. Mtume Nuh alaihi salam tulisema alikuwa na vijana watatu, mmoja wao alikuwa anaitwa Sam ndiyo watoto wake wakaakuwa wengi, wengine wakaelekea, wakaenda upande ile ingine wa Uarabuni, wakaenda katikati, baina baina Amman na Yemen, baina Amman na Hadramaut, wakaenda wakaishi pale. Hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala aliwapatia nini? Wanazuoni wanasema hawa ndio walikuwa Waarabu wa kwanza kabisa. Rasulullah swalla Llahu alayhi wasallam alimwambia Abadhar

Katika ile watu ambao walienda pale walikuwa wanaitwa Qomu Ad, Qomu Ad, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapatia kitu ambacho hakupatia mtu mwingine yeyote katika hii duniani. Mwenyezi Mungu aliwapatia gigantic, akawafanya wakuwa wakubwa, umbo lao likazidi, ikawa wakawa ni wakubwa kuliko wale watu wa mbeleni Qomu no. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapatia nguvu ya hali ya juu

ambao hatukuwaumba mfano wao katika nchi. Jambo mbili, sasa manyumba yao naye mjengo yao ilikuwa ni marefu sana. Walikuwa wanatengeneza pila si hali ya juu kama mlima, kwa sababu walikuwa ni watu warefu sana. Silingi yao ilikuwa ni mbali, ilikuwa ni juu, kwa sababu walikuwa na nguvu ya hali ya juu. Sasa a nuuahalyausasa Mwenyezi Mungu kuwapatia uwezo baada ya muda, falamma dala alaihim alamad jaa iblis thani. Baada ya muda Iblis akawakujia tena venye venye aliwafanyia mababu zao kaumu Nuh, kasema simuabudini wale watu wenu wazuri wakikufa simutengeneze sanamu kama hao, ndio raisi kupitia hao kumuomba Mwenyezi Mungu, wala watu wao wakafanya tu venye Iblis aliwaambia hawa wakuenda watoto wao kukuja. Iblisi hakuna subra, anaongojea watoto wao kuenda. Sasa akawaambia nini? hawa ndo miungu wenu, abuduni hawa. sasa tena mara pili, awwalu man abadu lasnam baada ya qaumu Nuh. hawa ndio walikuwa wa kwanza kabisa kuabudu tena sanamu baada ya qaumu Nuh. kwa sababu tunajua baada ya qaumu Nuh wale walikuwa juu ya ile meli wote walikuwa muminin, walikuwa na mwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Lakini baada ya muda shetani akakuja tena akawadanganya akawahada. Allahu akbar! Sasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akawatumania mtume, mtume. Huyo mtume alikuwa miongoni mwao, walikuwa na mjua kutoka utotoni, alikuwa ni mtu mzuri sana, alikuwa anaitwa Hud alaihi salam

Watume wote watu walipatua meseji moja, msimwabudu yoyote. Anaambia watu wake, msimwabudu, mwabudini Mwenyezi Mungu peke yake. Hamna mungu ngine isipokuwa Allah, isipokuwa yeye peke yake, ndio Mwenyezi Mungu Allah. Hiyo ndo meseji ya kila mtume alipatua, la ilaha illa llah, Allahu. Hiyo ndo meseji peke yake. Mwabuduni Mwenyezi Mungu peke yake. Allahu Akbar! Nani anasema hivo? Mtum Hud alayhi salam. Mwenyezi Mungu anasema nini? Afala tattaquun. Mtume Hud anauliza watu wake, je, hamchi Mwenyezi Mungu? Je, hamuogopi Mwenyezi Mungu, mungu. Kadhabat Adun lmursalin, katika watu wa Ad waliwakanusha mitume. Je, kwa nini imesemekana wale wakanusha watume walimkanusha mtume Hud peke yake bwana? Ilisemekana wale wakanusha watume wengine wote. Ukimkanusha mtume moja ni kama uliwakanusha watume wote. Ukimkataa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kama umewakataa watume wengine wote Isa, Musa na wote. Ukimkataa mtume Isa alaihi salam ni kama uliwakataa watume wote. Allahu akbar.

The sand dunes, ile town ilikuwa na sand dunes, vilima vya mchanga. Wa qad qalat innadhur min bayni yadayhi wa min khalfihi. Alla ta'budu illa Allah. Allah, Mwenyezi Mungu anasema, wakaja wengi mitume kabla yake, yake, na baada yake na wote walikuwa na beba message moja. Msimuabudu isiyokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio message pekee yake, walikuja nayo

Inni lakum rasulun amin, hakika mimi kwenu ni mtume ambaye ni mwaminifu. Wallahu akbar. Fattaqullaha wadi'un, ogopeni Mwenyezi Mungu, mcheni Mwenyezi Mungu na nitieni mimi. Allahu akbar. Mtume Hud alayhi salam anaambia watu wake, wakaanza kusema Mtume Hud alayhi salam amekuja na hii maneno, labda anataka mashilingi, labda anataka pesa hivi vile ndivyo walimfanyia mtume Nuh alayhisalam. Wakasema labda anataka tumpatie ka kitu, ndo wachana naye, maneno amekuja naye Mungu moja, amekuja naye maneno ya Mungu moja. Je, kuna kitu anataka kwetu? Mtume Hud alayhisalam alisema nini? Wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin, mimi sitaki ujira kwenu siwaulize so, ujira yetu kwenu, ujira yangu haipo ila kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakuu, wale watu ambaye the big boys, wakuu katika qawmi yake, almala alladhina kafaru min qawmihi nini ni, inna la naraka fi safaha min alkadhibin, na sisi tunafikiria ya kwamba wewe ni katika waongo hii jambo yote unatuletea si ukweli. Mtume Hud alayhi salam aliwajibu waje, qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Ee watu wangu, enye watu wangu, enye qaumi yangu, mimi si mpumbavu, mimi sina upumbavu allahuakbar. Lakini mimi ni mtume niliyotumwa na Mola wa ulimwengu wote Allahu. Mola mlezi wa ulimwengu wote ndio alinituma. Nifanye nini? Ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin Allahu akbar. Ili nikufikishieni ili nikufikishieni ujumbe kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allahu. Na mimi kwenu nawapatia na, na nasaha ya hali ya juu Allahu. Na mimi ni muaminifu kwenu, mnanijua kutoka utotoni, mimi ni muaminifu, na mnajua sidanganyi, na mnajua nasema ukweli. Ogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Hud alayhi salam akaendelea kuongea na watu wake, akaendelea kuwapatia mawaidha, anaonyesha ile jambo ambayo hao watu wake wanafanya, they were the superpowers at their time, watu ambao wako na nguvu. Mwenyezi Mungu hajawahi umba binadamu kama hao Allahu Akbar. Anaambia nini, atabununa bikulli ri'in ayatan ta'bathun, je, mnajenga juu ya kila mnyanyuko kumbusho la kufanyia upuzi. Wanajenga juu ya kila mlima, kila mahali ambaye sand dunes, vilima vya mchanga juu yake wanajenga manyumba za kifahari ambaye hawaishi ndani, lakini ni ya kujionyesha ya kikiburi ya kubrag. Wanasema ya kwamba unaona, nyumba yangu ndo ile hiyo, nyumba ya ndugu yangu hiyo, ni nyumba ya ami yangu, wanaweza kuonyeshana moja moja ya kukuwa na ile kibri ya hali ya juu. Allahu anaambia je, kupata mali nikuchezea kama hii? Sasa venye mwanafanya wale matajiri yao wa tattakhidhuna masania laallakum takhludun, Allahu akbar. Na mnajenga manyumba manyumba ya kifahari ya hali ya juu kama kwamba mtaishi milele. Wanajenga manyumba na dhahabu na diamond ya kila aina, wanajenga manyumba za kifahari ya kana kwamba hiyo mtu hawezi kufa. Allahu akbar. Mtume Hud alaihi salam anawambia, walikuwa wanapenda kutesa wale ambaye ni weak, wale ambaye hawana nguvu, wale watu ambaye ni maskini, walikuwa wanapenda kuwatesa sana. Mtume Hud anawaambia nini? wa idha badastum badastum, badastum jabbarin. Allahu akbar saile, mnatumia nguvu. Mnatumia nguvu kwa ujabari, kwa nguvu, kwa hali ya juu. Jabar maana yake ni mtu ambaye ameua zaidi ya watu wawili ama zaidi ya mtu mmoja, walikuwa wanapenda kutesa wale ambayo walikuwa ni wanyonge, allahu akbar. Pia wale ambayo wamemfuata mtume Hud alayhisalam walikuwa wanapenda kuwatesa sana. Mtume Hud anasema mkishika watu mnashika na nguvu, fattaqullaha wa adiun allahu akbar. Mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndo anapatii mali hii, mali ambayo munachezea munajenga manyumba juu ya mlima ambaye hamuishi ndani. Mcheni huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nitini mimi kama mtume, munanijua kama mimi ni amin, mimin mimi ni muaminifu, mimi ni sadiq, minasema ukweli, nifuateni mimi. Mtume Hud alayhi salam anaambia watu wake, akazidi kuambia nini, wattakulladhi amadakum bima taalamun Allahu, ta ogopeni Mwenyezi Mungu, ogopeni yule ambaye amewapatie le jambo ambaye nyinyi mnayojua nini, ni hiyo amadakum bi an'ami wa banin Allahu, amekupeni wanyama wa kufuga na akawapa wana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapa mali ya kupita kiasi. Walikuwa na wanyama ya hundreds of thousands ya wanyama, walikuwa na wanyama wa kupita kiasi wa kufuga, ngamia, mbuzi, ngombe ya kila aina, walikuwa na Allahu Akbar. na Mwenyezi Mungu aliwapa watoto, walikuwa ni ishi average ya miaka elfu moja. Je, kama kila mwaka ama baada mwaka mbili anazaa mtoto, je atakuwa na watoto wangapi? Walikuwa na watoto zaidi ya mamia. Allahu Akbar! Walikuwa na watoto wengi ambaye watoto hawana ugonjwa, watoto walikuwa na afya, watoto walikuwa na nguvu. Allahu Akbar! Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala aliwapatia Mtume Hud Alaihi Salam. Hakusimamishia hapo, akaambia nini, wajannatin wa uyun Ombeni Mwenyezimungu laaliwapatie nini? Hii mabustani ambayo mkondani Abu mabustani yenu Beautiful. Iko smart. Abu vizuri. Na Mwenyezi Mungu ameapatia chemchemi ya maji kila mahaliarayote. Mwenyezimungu u amewapa power, amewapatia mali, amewapatia wana Akawapatia mabustani akawapatia maji, hakuna kitu mwenyezi mungu aliwazuia, kila kitu aliwapatia, lakini ogopeni kitu moja, inni akhafu alaikum adhaba yawmin adhim, akaambia mimi na naokukofieni nyinyi isiwapate adhabu ya siku iliyokuwa. Allahu akbar, adhabu isikuja kuwapata minakukofieni nyinyi. Sasa Mtume Hud alaihi salam